Heart Team kwangu nachukulia kama si kama zawadi tu, ni kama maisha kwangu, kwa sababu walikuwa maisha ya mwanangu kwa kiasi kikubwa sana. Pale Jakaya Kikwete, baada ya huduma zao watuambia, matibabu ya upasuaji ndio natakiwa afanyike, kuziba tundu na kutanua hizo njia za valvu za damu eh, ndio tukaanza. Wakatutajia pia gharama za matibabu. Kiukweli tulikuwa tunashindwa kuafford zile gharama za matibabu. Gharama za matibabu kwa ujumla kabisa walituhesabia hadi kukaa ICU takriban kama milioni 16. Kabla ya upasuaji kupata huduma za matibabu, mwanangu alikuwa na changamoto kama akianza kutembea, alikuwa anahema sana, anachoka, hata kula alikuwa hali vizuri pia. Hata mwenendo wa afya yake ulikuwa unazorofika kadri siku zinavyozidi kwenda. Baada ya kupata huduma kupitia supporting ya Heart Team Pata matibabu mtoto ameendelea vizuri na amerikava ame na kula na hata ile tena distance ya kutembea umbali mrefu kuchoka haipo tena. Singekuwa Heart Team, sijui hata niseme nini, maana tulikuwa kwenye wakati mgumu sana, hali ya maisha tulionayo, maisha sio mazuri, ambayo tulikuwa tunahitaji support kubwa sana. Yaani, kikubwa napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa, kwa unyenyekevu mkubwa taasisi ya Heart Team, kwa moyo na uhuruma waliojitolea kupitia matibabu ya upasuaji ya matibabu ya mwanangu Rita. Nawashukuru sana, wamekuwa maisha ya mwanangu kwa asilimia mia moja.